Nikafika zamu yangu ya kuzungumza, nikiwa katikati ya kujenga hoja yangu ambayo ndo nilikuwa naizungumza, nikakatishwa. Nikamwambia makamu, ili unielewe vizuri na upate uhalisia vizuri, nipe muda nizungumze. Akasema kaa chini, nikasema ufai, utende haki, nisikilize, naomba unipe muda ni kusimulie vizuri ile jambo kwa sababu unatakiwa ulijue kiundani. Akasema kwamba ka ni. Nikasema sawa, mwenyekiti, lakini tunaonea mambo tusikilize. Akasema toka nje. Nikasema sawa basi wangu Sijaingia yaani, ile mara wametoka kunichukua nje, nataka kuingia ndo akanikimbilia akanipiga ngumi kichwani, nilidondoka pale pale, na baada ya kudondoka, nikadondokea kisigino cha kichwa na mkono ukaenda kujibamiza kwenye jiwe. <coughs> doria. Jeshi la polisi ilikuwa kwenye doria ya kawaida, kumbe polisi walikuwa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 Nachelewa kusema haya kwa sababu yamefanywa kinyume na utaratibu wa chama ambao chama chetu kinaongozwa kwa misingi na kanuni ambacho zimewekwa zimewe, zimewe, sasa unavyoona mtu ambaye kihalisia hatumfahamu lakini ni mtu ambaye alikuwa kwenye safari ya mheshimiwa mw makamu mwenyekiti, na mimi jukumu langu pale nilivyokuwepo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kwa kuna kwako na usalama ndani ya chama, watu hawawezi kugombana, tunatakiwa tubishane kwa hoja. Heche ni kiongozi msomi, ni mtu wa kujenga hoja, lakini jana amekuwa akiendesha kikao kibabe. Sasa hii kwa kweli haijatuletea afya. Ndio maana imefika kipindi, ni kweli, inawezekana labda katibu wa wenezi wa Bawacha taifa alimisi behevu kwa makamu mwenyekiti. Mimi nilikuwa nje akamtoa, lakini nilifika niliuliza katibu mwenezi wa Bawacha yuko wapi? Wakasema ametolewa nje, kwa sababu kulikuwa kuna kutofautiana maneno kati yeye na mwenyekiti wake. Basi tukasubiria lakini baadaye inaonekana kuna mtu mwenye busara alienda akamwambia Heche, tunaomba mwite, inawezekana Siglada na jambo la msingi la kuongelea, msikilize kweli. Tunamshukuru mwenyekiti alisema sawa, mwiteni. Sasa wakati kiongozi anaenda kumwita nje Siglada, kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Noeli alipiga kelele nje, akasema: haiwezekani, huyu hawezi kuingia kwenye mkutano. Na sio kofi, mimi kofi nalifahamu, ngumi naifahamu, alimpiga ngumi kwa sababu kama ilikuwa ni kofi kwa ile pale siglada singeweza kuanguka, lakini naona kabisa alikuwa ametoka anakimbia akampiga ngumi. Sasa baada ya kumpiga ngumi, siglada alianguka. Chadema hatujawahi kuishi kwa staili kama hii hata siku moja. Kwa hiyo hii kitu sisi kwetu ni ngeni na tunahitaji Mheshimiwa Heche aikemee, ampeleke yule mtu wa polisi ili aweze akaadhibiwa na sheria, kwa sababu amefanya jinai, kwa sababu kumpiga kiongozi wa kitaifa hadharani ni kitu ambacho hakipendezi kabisa. Kwa majina ninaitwa Faraja Ayubu Mgimba, ni mweka hazina BAWACHA, ni baraza la wanawake uh, la CHADEMA mkoa wa Njombe, lakini pia ni mwenyekiti wa BAWACHA wilaya ya Wanging'ombe. Ni mimi pia ni mmojawapo wa, wa wajumbe ambao walikuwepo katika kikao ambacho a kinaendelea cha mkoa ambacho kilikuwa katika hatua za masuluhisho mbalimbali ya migongano ambayo inaendelea katika chama wakati hatua uh, zote zinaendelea za kuhoji wanachama na vitu ambavyo vimetokea, mkanganyiko mkubwa uliibuka baada ya uh, mwenezi Bawacha taifa kuelezea namna gani amekuwa akipigwa vita katika kuandaa mikutano yake katika uh, hasa, hasa katika wilaya ya uh, kwenye jimbo la Makambako. uh, alipokuwa akieleza alihitaji uh, uh, vithibitisho vya, vya kukataliwa kwake, lakini baadaye ikathibitishwa kwamba kuna utaratibu ambao alifuata, lakini hakukuwa na ushirikiano kutoka kwa viongozi wa jimbo hilo. Baada ya kuwa mkanganyiko umekuwa mkubwa, aliombwa kutoka nje ya ukumbi, kwa sababu na yeye pia kibinadamu alipata hali ya kutoweza kuhimili mambo ambayo yalikuwa yanaendelea, kwa sababu kulikuwa kama vile hakuna ma, ma, aa, masikilizano. Kwa hiyo akatoka nje katika ukumbi baada ya kuambiwa atoke, na mheshimiwa makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche akamtoa nje, lakini akiwa nje alijaribu na yeye kuendelea kutaka kujua kwamba nini kinaendelea, kwa sababu naye pia ni mwanachama na alitakiwa kufahamu kwamba nini kinaendelea katika kikao kile. Huko nje walikuwa wanamzuia, kuna walinzi ambao walikuwa katika maeneo ya nje, na sisi ambao tupo ndani, tuko tunasikia zile kelele ambazo walikuwa wanamzuia kwamba haruhusiwi kusogea. Baada ya hapo, kelele zilipotulia, waka, waka, ik, ikatumika busara wakasema kwamba tunaomba mumrudishe ndani ya ukumbi. Wakatoka watu baadhi kwenda kumfuata, lakini ikasika sauti tukiwa ndani ikisema kwamba siwezi kumruhusu hapite hapa. Na nitamvunja leo. Kwa hiyo kuna baadhi ya viongozi ambao ni, ni viongozi wa ulinzi wakatoka nje, wale ndio waliokuwa mashuhuda wakuu hasa wa nini kilitokea kule nje kwa Siglada Mligo ambaye alipigwa ngumi kwa maelezo ya, ya mtu ambaye alishuhudia kabisa, lakini maeneo ambayo alipigwa ni eneo ambalo hata ulinzi um, wa kiserikali ulikwepo, ulinzi wa polisi ulikwepo pale, nao walishuhudia. OCD alishuhudia na ndio aliyetoa ushauri uh, kwamba kwa tukio hili tunaomba mlipoti kituo cha polisi. Baada ya hapo akachukuliwa Sigrada kupelekwa kituo cha polisi tokea katika uh, eneo moja linaitwa Mlimani Motel ambako ni eneo ambalo tulifanyia kikao hicho mkoani Njombe mjini. Na tukio hili limetokea usiku majira ya saa tano wakati kikao kikiendelea ndani ya ukumbi uh, Tulitegemea kuanza kikao mapema, lakini kutokana na hali ambayo ilitokea Mbarali, kukataliwa kwa mkutano uh, na makamu mwenye, mwenyekiti mwenye kuchelewa kufika, na kwa sababu ni msafara na mambo mengine yalikuwa yanaendelea, tulianza mida ya saa kumi na moja jioni na tukaingia na hatukutegemea kufika huko ingawa, kiuhalisia kwa wale ambao tulikuwa tunapima hali halisi ya mgogoro, tulijua kabisa kwamba huu mgogoro utatuchukua muda mrefu.